Mkuu wa Wilaya ya Kilwa Mheshimiwa Mohamed Nyundo ameitaka jamii wilayani humo kushirikiana katika utunzaji wa mazingira ikiwemo kuachana na matumizi ya mifuko ya plastiki inayopelekea uharibifu wa mazingira kwa kiasi kikubwa. Wito huo ameutoa katika maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani yaliyobeba kauli mbiu ya mazingira yetu ya Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Maadhimisho hayo yamefanyika katika kiwanja cha Mkapa Kilwa Masoko, ambapo yamemaliziwa na shughuli za usafi wa mazingira uliofanyika kwa siku tano kuanzia tarehe moja, shirikiana kati ya watumishi na wananchi katika mazingira ya fukwe za bahari wilayani humo. Jamii yoyote ya watu wa sarabu inaonekana kwanza kabisa kutokana na mazingira yao. Ukiona jamii mazingira yao yako hovyohovyo, kitu kilitakiwa kipangwe sehemu fulani hakipo sehemu hiyo, sehemu fulani ilitakiwa kikae hiki hakipo, hivyo maeneo ya kuzunguka nyumba yako imezungukwa na maplastiki na matakataka na vitu visivyoeleweka, tunasema kwamba jamii hiyo sio jamii ya wastaarabu. Cha kwanza sisi wenyewe emu tubadilike, tujifunze ustarabu kwamba unaona kabisa kwamba hii chupa naitupa hapa, nani anakuja kuiokota kuyo? Kwa lazima uiweke kwenye mkoba wako, au kama uliishika vile vile utafute eneo sahihi ya kwenda kufanya nini uiweke. Jambo lingine, wananchi yoyote wakiwa unaosikia ujumbe huu, usikubali nyumba yako ikawa imezungukwa na taka Usikubali umezungukwa na mifuko ya plastiki pamoja na chupa kwenye nyumba yako, zikusanye, wanaozihitaji zi watakuja kuzichukua kwenye eneo maalum, na wakizoea hawatakuwa na changamoto, maana utajulikana kwamba wewe umekuja kufuata taka kwenye sehemu fulani. Kwa hiyo kila familia, kila nyumba iwe na utaratibu kwamba mimi taka zangu za plastiki zinakusanywa hapa, watakao zihitaji wakija wanazikuta sehemu hii. Endapo tusipokuwa na utaratibu mzuri wa kukusanya takataka zetu, huu mji hautakuwa mzuri, na hizo plastiki pamoja na mifuko ya plastiki ikiwa kwenye mitaro, ikija mvua ikazolewa, inaenda kukwama kwenye makarabati yetu, kweli si kweli? Hiyo taka ngumu si kitu ambacho tunatakiwa tuishi navyo na tuwe tuna mazoea navyo kwenye maeneo yetu. Mpaka hizi mambo ya kuhifadhi mazingira yetu kwenye maeneo yetu tunasubiri, tuna taasisi za kimataifa zinazofadhiliwa na fedha kutoka Ulaya, Marekani na maeneo mengine yaje kwenye maeneo yetu yaje kutuambia kwamba sasa tunahitaji kukusanya taka za plastiki sehemu moja hivi? Kweli jamani, sisi wastarabu wa Kilwa, wastarabu wa Tanzania, mpaka mambo hayo tunahitaji msaada wa kifedha na elimu kutoka kwa watu weupe? Mzee wangu, tunahitaji hilo jamani? Kuna vitu lazima tubadilike sisi wenyewe, sawa sawa jamani, kwa sababu madhara ya kija ni ya kwetu, lakini faida ni za kwetu. Kwa hiyo cha kwanza, ningeomba halmashauri pamoja na wadau wengine wa mazingira, tutengeneze klabu za utunzaji wa fukwe kwenye maeneo yetu, kwa mwezi tukifanya mara moja, ambayo ziratibiwe na BMU na sisi tualikwe kama waalikwa. Lakini pia tutengeneze klabu za utunzaji wa bahari, fukwe, klabu za wanafunzi, za watumishi na wananchi wengine, tushiriki ili tuwe tunafanya nini? Tuwe tunapita angalau mwezi mmoja kwa bichi kule, tuna tunaokota zile takataka na kuweka fukwe zetu safi.